Wakazi wa vijiji mbalimbali mkoani Singida umeomba mashirika yanayotoa elimu ya mpiga kura wafike huko vijijini, na wao wapate kujua nani anayestahili kuchaguliwa. Elimu iliyotolewa ni, ni ndogo, sio kubwa. Wengi wanasema sioni sababu na haja ya kwenda kupiga kura, nikana kama vile elimu haijamfikia sawasawa ajue kuona kwamba hii ni haki yake ya kimsingi ya kuchagua na kupiga kura na kupata kiongozi ambaye atakuja kumsaidia kwa miaka mitano weli hapa kijijini labda ni mara moja waliokuja sasa hivi, ila wangekuwa wanapitiapitia, wanawapa hamasa kama wanaopitiaga mjini. Maana mjini wanapita magari wanatangaza, kuna moja mbili tatu chaguzi nini, lakini si i wanakuja mara moja wanaacha, ni kama wametuacha pembeni. Wanakijiji hao wanatukumbusha maneno ya Kiswahili ya wazee wetu. Kumbe tunaweza tukafanya kazi siku hiyo bila wasiwasi, na mtu anatoka hapo anakwenda kituoni akiwa anajua la kufanya. Sehemu ndogo sana ambaye anaweza kuipata kwa usimamizi kwa, lakini sehemu kubwa umeshatufahamisha. Kama mimi kijana, ambao ndio chachu wa taifa, nawashauri vijana wenzangu tujitokeze, tujitokeza kwa ajili ya kupiga kura, kwa kuwa ndo haki yetu ya msingi ya kuweza kuweza kutengenezea perspective ya maisha baadaye ya baadaye ya kuhusu kizazi chetu, hata kile ambacho tulikuwa wakati ule kujaribu kupata maendeleo stahiki. Taasisi ya Kumbukumbu kumbu ya Mwalimu Nyerere inajitoa mstari wa mbele kulifikia kundi hili. Utachukua kalamu yako utaweka alama ya vema kwenye mgombea unayemtaka. Waliopo pembezoni ndio kipaumbele chao. Tumelenga maeneo uh, mengi hasa makundi ya wanawake, vijana na makundi maalum, lakini kwa hapa mkoa wa Singida tumelenga hasa kufikia maeneo ya pembezoni, na ndiyo maana leo tuko katika huu mnada, ili tuweze kufikia wananchi kutoka katika mikoa mbalimbali. Kwa hiyo tunategemea elimu hii itafikia wananchi wengi sana na hii mbegu wataenda kuipanda katika maeneo wanayotoka.